wa chama cha wafugaji yeye anasema maeneo yanaporwa na wageni sasa. Hili la wageni nitaenda kushtaki kwa Bashungwa, maana ndio kazi tumempa, sio kazi rahisi, lakini wageni lazima wakae kwao. <laughs> na wakitaka kuja kwetu waje kwa utaratibu hawawezi kuvamia tu, wavamie na nyinyi mwenzetu mwe. Hapo Kasesa alikuwa amewaonya, na mimi nataka kurudia kuwaambia viongozi wetu wa vijiji na vitongoji, msiwakaribishe msiwakaribishe. Hatuwazuii kuja kwetu, lakini waje kwa kufata nini? Utaratibu. Mkiwaruhusu wakaingia wakajenga nyumba tena za kudumu, siku ya kuwatoa itakuwa vita. Watasema kuna vita vya wenyewe kwa wenyewe, kumbe kuna vita ya wageni na watanzania walionyang'anywa ardhi. Niwaambie, kama kuna jambo gumu kabisa duniani ni ardhi. Mkiruhusu ardhi yenu ikaingiliwa, mnasema ni kubwa kubwa kubwa, na huku mnazara namna hii watu wanaongezeka kwa asilimia tatu kwa mwaka tulikuwa milioni nane tunajitawala leo tuko sitini na tatu milioni ama ni watu wengi wanaongezeka lakini ardhi inabaki ile ile kwa hiyo msisherehekee jambo hili sisi tuliwapeni mamlaka ya kusimamia hakikisheni wageni hawa wapewi ardhi na hawaingii bila utaratibu ndio tunawaambia kabisa hatuna ugomvi na kule wanakotoka sisi ni marafiki zetu lakini na sisi nao tukitoka hapa Karagwe tukahamia kule, utaratibu na sisi watatufukuza au sio? Tena kule watatufukuza haraka, maana wako wengi na ardhi ya wao ni ndogo. Ile ni nchi la watu kumi na mbili milioni, lakini ukubwa wake, ni mkoa wa Kagera ni mkubwa kuliko ile nchi. Kwa hiyo kuna maradhi hayo hayo, lazima tuyakemee na kwa kweli tuta kwa sababu iko wizara inayoshughulika na kazi taenda kuiomba na kuiambia iangalie sana jambo hili okay. Na wengine wakija, wageni mnawakaribisha vizuri, wakiona mambo hayaendi vizuri, wanasema sisi tunaomba kuwa wanachama wa CCM. Ah, lakini wanachama wa CCM ni wa raia wa Tanzania, uwezi kuwa mwanachama wa CCM sio wa raia wa hapa unataka eh, oh, umisha utachukua chama chetu alafu utakifanya kiwe na tabia kama za kule ulikotoka eh. Tunawaomba mwende kwa wananchi mkawaeleze kazi iliyofanyika na serikali ya CCM. Nawatuma kwa kazi hiyo, maana mwingine anaweza akaona kuna, kuna zahanati lakini hajui ili kujaji eh, anafikiri imeota tu, mumwambie hii ni matokeo ya Irani inayosimamiwa na Samia Suluhu Hassan. Akiona kuna ambulansi inabeba wagonjwa asifikiri imezuka, ni mpango mahususi wa kupeleka wagonjwa wasiojiweza kwenye kituo cha juu zaidi kuliko kule ambako anatoka. Mambo makubwa yamefanyika kwa miaka minne, na muyatangaze ili wananchi wajue wajibu wao wa kuweka chama na kuweka mgombea ambaye anajali maslahi yao, muwaepushe wasipige kura kwa vyama ambavyo vinataka shari. Ndio sisi tunataka amani, wenyewe ukisema no reform nini kwa Kiingereza, maanake unasema utavuruga uchaguzi, unataka vita vya wenyewe kwa wenyewe, utavurugaji, unapinga katiba, lazima ukipinga katiba Una, una- unaweka nini? Unaiweka nchi rehani, si ndio? Hakuna, hatuwezi kuruhusu hiyo. Lakini waambieni chama peke yake ambacho kinaweza kuongoza nchi hii kwa amani, na ushahidi upo, kimeongoza kwa miaka sitini, ni Chama cha Mapinduzi, na mgombea wake ni Dr. Samia Suluhu Hassan, ndiye anaongoza. Mambo yanaenda hivyo, navyo yaona Usijaribu kununua mtumbwi wa ovyo ukaacha mtumbwi unaokuletea samaki, na usitoboe mtumbwi unaosafiria, tutazama wote. Baada ya maelezo hayo, naomba sasa kujua wangapi wameelewa mafunzo niliyotoa, kwa kweli kama ni kweli mmeelewa, basi sifa mlizonipa ninazistahili na mimi nazipokea. Wangapi sasa wanaungana na mkutano mkuu wa chama cha Mapinduzi kwamba Samia awe rais kwa kipindi kingine cha miaka mitano? Basi mimi naenda na salamu zenu, namwambia ukiona umeshinda sana na Karagwe imechangia. Kidumu chama cha Mapinduzi!